Ni chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kijashiri kusaini, hatujapokea na kwa sababu ni hiari kusaini maadili. Visiposaini huwezi kuwa mtajwa kwamba umesaini kwa, ume, kwa, ume, maadili vyama si, vyote barua na tuliwapigia pia na simu za mkononi kwamba tupe kuja kusaini. Sasa kama ametumia mfumo huo sawa, kama hajatumia mfumo huo sawa, lakini sisi tunataka awe amefika kwenye ukumbi huu na kusaini